Biblia ni kitabu muhimu, lakini kwa kweli ni kirefu. Ndiyo, ni mkusanyiko wa vitabu vingi vilivyoandikwa kwa muda mrefu, lakini vyote pamoja vinasimulia simulizi moja. Kwa hiyo, simulizi ya Biblia ni nini? Naam. Inaanza kwa kututambulisha kwa nafsi iliyojawa akili inayoshangaza, mwandishi wa kweli yote aitwaye Mungu, na ana uwezo wa kuchukua machafuko ya giza ya ulimwengu usioumbwa na kuleta utaratibu na uzuri na bustani iliyojaa uhai. Na ili kuvika taji uumbaji huu, Mungu anateua viumbe hawa waitwao binadamu au kwa Kiebrania Adamu na wameumbwa kwa mfano wa Mungu ambayo ina maana kwamba wamepewa agizo la kuitawala dunia hii nzuri kwa niaba ya Mungu kwa kuutumia uwezo wake wote, lakini pia kuleta uzuri na utaratibu zaidi. Hii ni simulizi kuhusu wanadamu kutumia nguvu zao kufanya kazi yenye maana na inayoleta uhai, lakini swali ni kwa namna gani? Ndiyo, na sasa wanadamu wanakabiliwa na maamuzi yanayowakilishwa na mti wa matunda. Wanadamu wanaweza kushirikiana na Mungu na kupata uhuru wa kutegemea maarifa yake ya mema na mabaya, ama wanaweza kunyakua madaraka na kuyafafanua mema na mabaya wao wenyewe, jambo ambalo Mungu anaonya litawaua na wanasikia sauti ya kiumbe kiovu cha ajabu kinachowaambia, chaguo ni rahisi. Kula tunda hilo litakupa nguvu na uhuru wa kutawala dunia kwa masharti yako mwenyewe. Hivyo basi wanachukua maarifa haya, na matokeo yake wanajawa mashaka, na kusimamia usalama wao binafsi inasababisha mahusiano yaliyovunjika, kunyakua mamlaka kwa ugomvi, na hatimaye utamaduni mzima, yaani Babeli, ambayo imebadilisha uovu kumaanisha mema. Na kwa hiyo Mungu hutawanya mradi huo uliopotoka wa wanadamu. Na hapa simulizi ya Biblia inachukua hatua muhimu. Tunaingia kwenye simulizi ya mwanaume na mwanamke waliotokea Babeli, Abrahamu na Sara. Ndiyo, Mungu anaahidi kwamba kutoka kwao litakuja taifa jipya, taifa lenye fursa nyingine ya kufanya uamuzi sahihi. Na kama watafanikiwa, itafungua njia mpya ya kusonga mbele kwa wanadamu wengine wote. Na hii ndiyo sababu simulizi iliyobakia ya Biblia inahusu familia hii. Na kwa kweli, mambo hayaendi vizuri. Licha ya Mungu mwenyewe kuwaongoza, familia ya Abrahamu inaishia kujiamulia maana ya mema na mabaya kwa masharti yao wenyewe, mbali na Mungu. Hata wakati watu wao bora zaidi walikuwa wanaongoza, watawala hao nao walichemka. Na hawa ni watawala waliopenda mwongozo wa Mungu na walikuwa na hekima ya Kimungu na kwa hiyo Israeli ilionywa na manabii wao wenyewe kwamba namna hii ya kuishi ingewarudisha Babeli, na wakati huu watarudi kama mateka waliotawaliwa, wanaoishi uhamishoni, na hicho ndicho kilichotokea. Kwa hiyo hata baada ya Mungu mwenyewe kuwaongoza Israeli, bado ilishindwa. Ni nani anayeweza kufanikiwa? Manabii walisema kwamba simulizi bado haijaisha. Mungu atamtuma kiongozi mpya katika Israeli ili kulipia makosa yao na kubadilisha mioyo na akili zao ili waweze kufanya uamuzi sahihi. Na kwa hiyo sehemu ya Biblia inayoitwa Agano la Kale inaafikia mwisho, na ahadi hizi zinaachwa zikiwa hazijatimizwa. Na kisha simulizi ya Biblia inaendelea kwenye Agano Jipya. Tunatambulishwa kwa mtu anayetokea kwenye ukoo wa wafalme wa Israeli, Yesu wa Nazareti. Na alisema kwamba anakuja kutimiza ahadi hizi zote. Alikabiliana na uovu huo wa ajabu ambao wanadamu wote walikubaliana nao, lakini yeye aliweza kupinga nguvu zake, na kisha alitangaza kwamba Mungu amewasili kuutawala ulimwengu kwa njia yake mwenyewe. Yesu alifundisha ufafanuzi wa Mungu kuhusu mema na mabaya, na alisema kwamba mamlaka halisi na ya kweli ni kuwatumikia wengine. Kwa mujibu wa Yesu, ni watu wanaowapenda maskini na hata kuwapenda maadui zao. Hawa ndiyo aina ya watu wanaotawala ulimwengu. Hilo linachanganya lakini pia lina uzuri sana, na hata simulizi ya Yesu nayo inachanganya na kujawa na uzuri pia, kwamba yeye ni Mungu aliyegeuka kuwa mwanadamu ili awe kwa ajili ya Israeli na kwa ajili ya wanadamu wote, kitu ambacho hatungeweza kamwe kuwa kwa ajili yetu wenyewe. Alikuja kuyabeba madhara ya maovu yetu, na upendo wake wa dhabihu ulionekana kuwa na nguvu zaidi ya uovu, kuliko hata kifo chenyewe na sasa binadamu wamewasilishiwa chaguo jipya linalowakilishwa na mti mpya: shikamana na njia ya zamani ya kuwa binadamu, au jiunge katika njia hii mpya. Na katika simulizi hii, wale wanaochagua njia ya Yesu wanajikuta wakitiwa nguvu kutokana na nguvu za Mungu mwenyewe. Watu wanaojua kwamba wanapendwa na kusamehewa na Mungu wanaweza kuwa watu wanaopenda na kusamehe wengine. Harakati za Yesu zikaenea haraka kote ulimwenguni na kuunda jumuiya mpya za watu wanaofuata njia ya Yesu, lakini wanakabiliwa na matatizo. Kulikuwa na mateso kutoka kwa watu wenye mamlaka walio nje na ndani. Kulikuwa na machafuko na kutoka nje ya utaratibu. Hmm, ndiyo, kwa sababu kumfuata Yesu ni jambo gumu sana na kwa hiyo viongozi wa vuguvugu hili la Yesu walioitwa mitume waliandika barua ili kuzifariji na kuonya jumuiya hizi kubakia waaminifu kwa njia ngumu ya Yesu na wanaitwa kutarajia siku Yesu atakayokuja na kubadilisha kila kitu. Na kwa hiyo Biblia inahitimisha kwa kuashiria siku zijazo ambapo makosa yote yatafutwa, wakati uovu utakapokomeshwa, mbingu na dunia zitaunganika, na wanadamu wanaweza kuutawala ulimwengu kwa pamoja kwa upendo na nguvu za Mungu. Sawa, so, hiyo ndio simulizi ya Biblia na inaleta vitabu hivi vyote pamoja. Lakini cha kupendeza ni kwamba kila kitabu kina aina tofauti ya fasihi ambayo inachangia utamu wa simulizi kwa njia ya kipekee, na hicho ndicho video ijayo itaanza kuchunguza.